Habari kubwa za michezo kutokea kule nchini Israel, ni mchezo wa dabi wa ligi kuu ya Israel kati ya Makabi Tel Aviv na Hapoel Tel Aviv ulifutwa dakika chache kabla ya kuanza siku ya jana, kufuatia kile ambacho polisi walitaja kuwa ni machafuko ya umma na, na vurugu kali ambayo ilikuwa inaendelea uwanjani. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X ambao zamani ulikuwa unafahamika kama Twitter, polisi wa Israel walisema makumi ya maguruneti ya moshi sambamba na vifaa vya fataki vilirushwa. Huu si mchezo wa mpira, huu ni uvunjifu wa amani na vurugu kubwa. Kwa mujibu wa polisi, watu kumi na mbili walijeruhiwa wakiwemo raia kumi na mbili na maafisa watatu wa polisi. Aidha, watu tisa walikamatwa na wengine kumi na sita wanashikiliwa wa mahojiano zaidi. Machafuko haya yanatokea siku chache baada ya mamlaka za Uingereza kupendekeza kuwa mashabiki wa Makabi wasihudhurie mechi ya Europa Ligi dhidi ya Aston Villa itakayochezwa mwezi ujao kwa sababu za kiusalama. Katika taarifa kali, Hapoel Tel Aviv walikosoa vikali hatua ya kufuta mechi, wakisema polisi walijiandaa kwa vita, si kwa tukio la kimchezo. Maamuzi haya ya aibu yanaonyesha kwamba jeshi la polisi la Israeli limeudhi kabisa sekta ya michezo. Kwa upande wake Makabi Tel Aviv hawajatoa tamko lolote rasmi, ila wamethibitisha ufutwa kwa mechi hiyo. Uamuzi wa kikundi cha ushauri wa usalama wa Birmingham SAG kuzuia mashabiki wa Maccabi Tel Aviv kuhudhuria mechi dhidi ya Aston Villa mnamo Novemba sita umekosolewa vikali sana. Serikali ya Uingereza imesema inafanya juhudi kubatilisha marufuku hiyo na kutathmini rasilimali za kiusalama zinazoweza kuhitajika ili mechi ichezwe bila hatari ya aina yoyote ile lakini Aston Villa waliwaambia wasimamizi wa uwanjani kuwa hawalazimiki kufanya kazi siku hiyo, wakieleza tunaelewa kuwa baadhi yetu mnaweza kuwa na wasiwasi mkubwa sana. Polisi wa West Midlands wanasema wanaunga mkono marufuku hiyo wakiweka mechi hiyo kwenye orodha ya matukio ya hatari ya juu zaidi, wakitaja matukio ya awali kama misingi wa uamuzi huo. Mojawapo ya matukio yaliyotajwa ni vurugu kati ya mashabiki wa Ajax pamoja na Maccabi tel Aviv kabla ya mechi jijini Amsterdam Novemba 2024 ambapo zaidi ya watu 60 walikamatwa kwa kosa la kushiriki mapigano na uharifu wa chuki ambao ulikuwa unaendelea uwanjani. Maandamano dhidi ya vita vya Gaza pia yameathiri michezo mingine ya kimataifa ikiwemo mechi ya kufuzu kombe la dunia kati ya Israeli dhidi ya Norway na Italia pia